Mchezo umekwenda vizuri, umeisha salama, tumehitimisha ligi. Nazipongeza timu zote mbili, yanga na Simba, na wapongeza zaidi Yanga kwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara. Ilikuwa ni safari ndefu ya ligi nzima mpaka leo tunapohitimisha, na niwapongeze timu zote zilizoshiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa sababu eh, kila timu iliyoshiriki imewezesha ligi yetu kupanda kwenye viwango vya ubora Afrika, na hili ni jambo muhimu. Na leo tumehitimisha kibabe kabisa, pamoja na kwamba mechi hii ya leo imepita kwenye mikutuo mingi lakini hatimaye imefanyika na tumehitimisha, kwa sababu isingefanyika pengine ligi ingekuwa na dosari. Lakini nazipongeza timu zote mbili kwa hatimaye, baada ya danadana za hapa na pale mechi imefanyika, imefanikiwa. Yamekwisha mengine, tuwaachie wenyewe wanaosimamia mpira, watayafanyia wa uamuzi, watafanya tathmini. Mimi naamini tutakuja na utaratibu bora zaidi katika ligi ijayo, katika uendeshaji uh, wa ligi yetu. Mheshimiwa, mchezo wa leo umechezwa na marengo wa kigeni, mchezo wa kwanza wa dabi marefu wa kigeni. Mimi kwangu urefa anatoka wapi, sio, sio, sio, sio, sio, sio, sio muhimu kwangu. Mimi ni maamuzi yenye haki. Kwa hiyo kama mamlaka zinazoleta marefa wameona kuleta marefa wa kigeni ni jambo zuri, ha, haina shida. Tunapenda marefa wetu na wenyewe wapate nafasi, lakini kama hawakupata hapo, ameshaona baadhi ya marefa wetu wameshaanza kwenda kuchezesha nje ya nchi tumeona wanakwenda nje ya nchi. Na hivi ninavyozungumza taarifa tulionayo serikalini ni kwamba kuna marefa ambao wamekwenda kupata mafunzo kwa ajili ya kuchezesha chani, na hiki ni kitu kizuri. Ni mwamuzi kutoka wapi sio hoja, hoja ni uamuzi ulio wa haki. Basi. Uh, sisi wote maanake, siwezi kujitoa kwamba sijui, wote tunajua ambapo hii mechi imetoka, lakini mimi niseme kwa maneno machache. Nashukuru pande zote mbili kwa hatimaye mchezo huu umefanyika, kwa sababu mchezo usingefanyika ligi ingekuwa ingekamilika na kungekuwa kuna dosari. Kwa hiyo mchezo umekamilika, naamini eh, shirikisho la soka Tanzania, TFF, na wadau wake, bodi ya ligi na wengineo wote watakaa chini, watatathmini ligi ilivyokwenda, wataweka utaratibu mwingine katika ligi ijayo. Pale ambapo serikali inaweza kutusaidia wakituhitaji, tutafanya kwa sababu vyama hivi vinafanya kazi kwa uhuru, na sisi hatuwezi kuviingilia kwa uwanja sasa uko tayari kuanza mashindano. Uwanja uko vizuri. Mheshimiwa Rais ameweka pesa ya kutosha hapa uwanjani kwa ajili ya ukarabati baada ya ile mechi ya Simba na Almasri. Uwanja uko vizuri, na mimi nawaomba waandishi wa habari mkitoka hapa kazungumzeni na wachezaji wawaambie ubora wa picha ya Benjamin Mkapa. Leo uwanja uko vizuri, mmeona viti arobaini vimeshafungwa, watu wamefurahi, vione tumefanya marekebisho makubwa kwa hiyo tunaendelea kumalizia vitu vidogo vidogo, kwa sababu pamoja na mechi hii kufanyika na tunakwenda kwenye chano, bado kutakuwa na kazi ya kuangalia uwanja, kuhakikisha unabaki kwenye ubora wake. Uwanja uko vizuri, tutaendelea kuboresha madogo madogo mpaka wakati wa chano. Hawa wacha waamue mambo ya soka. Asante sana.